Katika mwendelezo wa majadiliano na wadau mbalimbali, Tume ya Kuchunguza Matukio ya Uvunjifu wa Amani yaliyojitokeza wakati na baada ya Uchaguzi Mkuu imekutana na makundi mbalimbali mbali ya vijana wakiwemo machinga, bodaboda, mama na baba lishe na wajasiria mali wengine. Majadiliano hayo yamefanyika katika Ukumbi wa Kilimanjaro, Jengo la Benki Kuu, ambapo Mwenyekiti wa Tume hiyo Jaji Mkuu Mstaafu Othman Chande amewataka vijana katika makundi hayo watoe maoni yao kwa uhuru kwa kuwa kundi lao ni muhimu mno katika uchumi wa nchi. Ninyi ni watu muhimu sana kwenye uchumi, kwenye siasa yetu ya Tanzania na kadhalika. Kwa hiyo hapa tuko huru kane, mwongee zaidi kwa sisi, zitanasikiliza lakini baadaye inawezekana tukawauliza masuali mawili matatu, ili sasa kwenda kupata ungani labda zaidi kule mapendekezo ya kurudisha amani, kurudisha utawala bora. Wa na nao mwenyekiti wa bodaboda wilaya Ilala, Zhulkif Kimaro, na mwakilishi wa vijana wa mtaani James Yustar wamepongeza tume ya uchunguzi kwa kazi wanayoifanya huku wakiitaka ifikishe maoni yao kama walivyowasilisha. Ninayo furaha siku ya leo eh, kuona namna gani ile tume ya uchunguzi ambayo imekwenda kuteuliwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inavyoendelea kufanya kazi zake, na ni kweli inaendelea kufanya kazi zake. Leo hii imenifikia mimi kijana wa Buguruni mji mpya bondeni spengo kabisa, kwa ajili ya kutoa maoni yangu kuhusiana na tarehe ishirini na tisa ni nini kilichotokea. Kwa hiyo kimsingi, tumechangia maoni yetu, tunaamini serikali yetu ni sikivu, itakwenda kuona ni kwa namna gani inavyokwenda kutatua. binafsi Eh, moja ya maoni yangu niliyochangia ni kwamba nimegundua na nimebaini baada ya tarehe ishirini na tisa na kabla ya tarehe ishirini na tisa Watanzania wengi na vijana wengi sisi hatukuwa na elimu ya uzalendo, lakini kingine ambacho nilichogundua na kukibaini, nchi yetu kwa kupitia wizara yake ya afya iongeze juhudi kwenye kuongeza na kuweka madaktari wa afya ya akili psychological doctors. Hawa wanakwenda kutusaidia katika kututibu sisi kuondoa baadhi ya vitu lakini kile kilichoweza kutokea Oktoba 29 tunaamini hakitajirudia tena. Hivyo tume sasa, kama ilivyoaminiwa na mama yetu Jemedali, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iweze kukusanya na maoni yetu sisi vijana, sasa sisi tunaoishi mitaani, sisi ambao tumeathirika kwa ukubwa sana. So tunavyoona vijana wengi walioweza kukamatwa ni vijana wa mtaani, hivyo basi tunaiomba kupitia hii tume iweze ili yu kukusanya ni maoni yaya tuliyoweza kuwatoa iweze kufika vile vile bila kuchakachua. Hata hivyo tume inaendelea na majadiliano na waathirika wa matukio ya uvunjifu wa amani, pamoja na wadau mbalimbali, kwa lengo la kubaini sababu za msingi zilizosababisha matukio hayo na kupendekeza hatua za kitaifa zitakazosaidia kuzuia matukio kama hayo yasijirudie tena. Daily News Digital.